Baadhi ya viongozi wa kijamii mjini Malindi kaunti ya Kilifi wameitaka tume ya Uwiano na Utangamano NCIC kutatua mzono mzozo baina ya jamii za Wabajuni na Waluo mjini humo hasa baada ya mtu mmoja kuuawa kwa kupigwa risasi siku kadhaa zilizopita. Viongozi hao wameshtumu vikali kitendo hicho, ambapo mtu huyo mmoja aliuawa kinyama kwa kupigwa risasi katika eneo la Kijiwe Tanga, kwa sababu ya mzozo wa ardhi. Aidha, viongozi hao wa jamii wameshtumu vikali idara ya usalama katika eneo bunge la Malindi, wakidai kuwa kitendo hicho kilifanyika mbele ya maafisa wa usalama. Mzozo huo unajiri baada ya mvutano baina ya wawekezaji kutoka jamii hizo mbili kushuhudiwa kuhusu umiliki wa shamba uliosababisha mauaji ya mtu huyo. Ujumbe wetu kama jamii ya Bajuni, ujumbe wetu kama jamii ya wajaluo hapa Malindi, tafadhali National Commissioner wa National Cohesion and Integration Commission, tafadhalini, haya ni malalamishi yameanza na fitina zinataka kuanza hapa mjini Malindi Kilifi County. Hatutaki, hatuko huko. Tunaitisha haki ya Salim na yule mama kibarua mjakazi wa Mwenyezi Mungu alitandikwa risasi kinyama bila kujali. Nasema, na am appealing to Ministry of Interior, Raymond Omolo na CS wa intervene suala la utepetevu wa kazi ya polisi Malindi. Malindi za cosmopolitan wameishi kwa miaka mingi bila ya fujo, bila ya kubaguana, bila ya matatizo, wameoana, wameingiliana, wamekuwa jamii moja. Kwa hivyo hakuna nafasi, hakuna room ya kuchochea uhasama wa kikabila ama wa kidini.